Wa jina anaitwa Joseph John Chilongola ni mkazi wa Dar es Salaam. Tumeona oh, jinsi gani mama anaweza ana kujikwamua kwenye swala zima la uongozi wa nchi Samia Suluhu Hassan. E, napenda kuungana na wananchi wenzangu kwamba tusipende kufuata mikumbo na mitandao ya kijamii inavyozidi kupotosha wananchi wake kiujumla ni e, makubwa ambayo ameyafanya kwa sekta yake kama rais, tunaona jinsi gani amekuwa mzalendo. Vile vile tunaona miundombinu aliyoifanya imezidi kuwa bora, lami tumezipata. Kwa mfano hapa jiji Msongola, kata yetu ilikuwa na shida sana ya barabara, lakini tunaona kwa asilimia zinaelekea kutunufaisha sisi wananchi wake. Vijana tumekuwa mchango mkubwa kuchochea maandamano, kuchochea amani, mvurugiko wa amani katika nchi yetu. Tulikuwa tunaomba vijana wenzangu, sisi kwa pamoja tukazidi kuimarisha imani ya nchi yetu na kumsapoti mama yetu Samia pale ambapo anaendeleza kwenye urais wake. Tusimkatishe tamaa kwa kuweka nchi yetu katika majanga ya mlipuko ya migogoro isiyo rasmi. E, ni jambo zuri na ni jambo la busara aliyotumia, kwa sababu tukiangalia maridhiano ya vyama vingi, sasa hivi tupo kwenye siasa ya vyama vingi. Tunavyokuwa tunaingia katika maridhiano, tunaenda kutatua zile changamoto zote ambazo zinavikabili vyama vyetu, hasa vyama vikubwa, tulikuwa tunaviomba vikubali ili swala la kuingia maridhiano ili nchi yetu iendelee kuwa na amani.